Mkurugenzi wa Idara ya Leseni wa Tume ya Madini, Mhandisi Aziza Swedi, amesema jumla ya migodi 13,279 pamoja na bohari za baruti 164 zimekaguliwa nchini kuanzia Julai 2024 hadi Machi 2025. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mtendaji wa Tume hiyo, Mhandisi Ramadhani Lwamo, katika kikao kazi cha wakaguzi wa migodi na baruti kutoka mikoa mbalimbali nchini Mhandisi Aziza amesema miongoni mwa migodi hiyo iliyokaguliwa ni migodi mikubwa saba, migodi ya kati 46, migodi midogo 13226, pamoja na bohari za baruti 164. Na tuna wachimbaji sehemu tofauti, mikoa tofauti na changamoto zinazopelekea ajali zinatofautiana kwa hiyo tukiweza kukompaili changamoto zote hizo na kuzitafutia utatuzi wake, kwa hiyo mkaguzi aliyeko Mwanza, mkaguzi aliyeko Tabora, mkaguzi alipo Shinyanga, atapata picha halisi kwamba nitakapokutana na changamoto hii, basi niweze kuitatua kwa design hii changamoto. Wakum, wachimbaji wanakumbana na changamoto nyingi katika uendelezaji wa migodi yao na sisi kama wakaguzi tunaosimamia sekta ya madini tunapaswa kuwaelewesha namna bora ya uchimbaji ulio salama. Nia na madhumuni ya uchimbaji salama ni ili wao waweze kupata faida ya kazi wanazozifanya basi, na taifa liweze kupata mapato yake ambayo yatakuwa ni mgawanyo kwenye huduma ambazo zitafikia jamii. Mhandisi Aziza ameeleza kuwa mafanikio hayo yametokana na kazi kubwa ya Idara ya Ukaguzi wa Migodi, ambayo ndio chanzo kikuu cha maduhuli ya Serikali katika sekta hiyo. Aidha, amewakumbusha wakaguzi kuzingatia sheria ya madini namba 123 katika utekelezaji wa majukumu yao ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo kuhusu masuala ya afya na usalama mahali pa kazi, uhifadhi wa mazingira na matumizi salama ya baruti ili kuepuka ajali. Kwa upande wake mkurugenzi wa ukaguzi wa migodi na mazingira mhandisi Hamisi Kamando amesema kikao hicho cha nne kwa wakaguzi wa migodi kinaendelea kujengeana uwezo katika utekelezaji wa majukumu yao kwa kuwa wao ni uti wa mgongo wa usimamizi wa sekta ya madini, huku mtaalamu wa afya mahala pa kazi Zabron George akieleza umuhimu wa elimu kuepuka majanga. Kazi hizi za ukaguzi wa migodi zimekuwa zikifanyika zi nchini kote na na kunakuwa kuna, kuna ratiba maalum ya kufanya ukaguzi. Kuna wakati ikitokea kwamba kuna ajali imetokea basi nguvu kubwa inatumika kwenda kwa ajili ya kufanya uchambuzi kwa ajili ya kufanya investigation kujua chanzo cha ajali hicho ni kipi, na hilo linakuwa ni funzo kiukweli kwenye, kwenye taasisi yetu. Ajali inapotokea tukijua tatizo ni nini basi tunaweka mkazo kwenye eneo hilo na limekuwa likisaidia sana, kwa sababu uh, matukio ya namna hiyo yamekuwa yakipungua, na ukaguzi ukaguzi ume, una, unaendelea vizuri, mikoa yote inafanya y ukaguzi na ni muhimu kufanya ukaguzi kwa sababu ndio ndio kitu ambacho kinatufanya sisi kulinda vyanzo vyetu vya, vya mapato. Natoa rai kwa kweli kwa wachimbaji, hasa wachimbaji wadogo, kuendelea kufanya kazi zao kwa kufuata taratibu za kiusalama kwa, kwa maana ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hawatakiwi kuyafanya wakiwa wanatakiwa kwenda kufanya kazi wawe waangalifu. Hatutaki kupeleka migodini watu ambao wametumia vileo vya namna yoyote ile. Kama ikitokea mfanyakazi ana tatizo la kifamilia, akili yake haiko sawasawa sawa kwa ajili ya kufanya kazi, anatakiwa apewe, apewe muda wa kwenda kupumzika. GGM, kama GGM imetoa mafunzo ya thabiti kwa viongozi wote, kwanzia ya mkurugenzi mameneja, viongozi, ma supervisors mpaka mtu wa chini. Kwa hiyo eh, hata wadau wenzetu eh, wakubwa kabisa inspectors ambao wapo hapa leo eh, wakipewa mafunzo sahihi na kwenda kuelimisha wachimbaji wadogo vizuri, wakaelewa vihatarishi na jinsi gani ya kuweza kuvidhibiti, eh, elimu ile ikienda vizuri maana yake, eh, tutapunguza majanga mengi sana eh, kwa wachimbaji eh, wadogo. Tusaidia pia kuhakikisha kwa kwamba Tanzania e, tunazalisha dhahabu ambayo haina damu, kwa sababu ukizalisha dhahabu ambayo imemuumiza mtu e, kwa mantiki hiyo unakuwa hujaitendea haki e, jamii ambayo inakuzunguka.